Ramadhani, Ramadhani, Ramadhani mwezi mwema, Ramadhani, Ramadhani, Ramadhani mwezi mwema, mgeni twakupokea ndiwe wetu mahabubu Twalitukikungojea kwa hamu toka Rajabu, sasa umetujilia, zitanawiri kulubu, mgeni mwema karibu nasitwakukongowea mwezi kutuandamia, ni mpango we Wahabu ndiyehuukadiria, uzaliwe kwa hisabu. Ramadhani meingia, kufunga kwetu wajibu, mgeni mwema karibu nasi wewe si mtoto wa mzee Omari? Huku polini unatafuta nini? Wewe binti, huku polini unatafuta nini? si Suzi wewe, unatafuta nini huku polini? Ina maana amjui kama huu ni mwezi eti, um, wa toba? Wewe si mtoto wa mzee Omari kabisa, wewe ni mtoto wa Shehe kabisa. Shehe Omari anaheshimika hapa kitongojini, kwa nini huko huku polini? Kwa nini unafanya vitendo vya ajabu eh? eti na kuuliza, wewe mtoto wa mzee Umari unatafuta nini huku? Ina maana mmeshindwa kuheshimu hata mwezi mtukufu wa Ramadhani, mmeshindwa eh, kuta, kutambua thamani ya huu mwezi mtukufu. Inna lillahi inna astaghfirullah razim. Mwenyezi Mungu atawalani, hii ni lana katika kizazi Kitendo kama hivi havitakiwi. Hivi ni vitendo vya ajabu kabisa. Wewe ina maana umeshindwa kuheshimu hata mwezi mtukufu, umeshindwa kumheshimu hata baba yako eh? Huu ni ujinga, hii ni lana, hiki ni kiama. Naombeni kila mtu ato, atoke mara moja hapa. Ah, vijana waskni wehu, huu ni upumbavu kabisa, hii ni laana. Yahe, mwezi mtukufu, vijana wanafanya vitu vya ajabu, wanashindwa kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanakaa mapolini, wanafanya vitu kama hivi. Ajabu, huu ni upumbavu na ni laana kabisa. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah. Ramadhan, Ramadhan Mwezi mwema. Ramadhan. Ramadhani. Ramadhani mwezi mwema, mgeni twakupokea, ndi wewe wetu mahabubu, twalitukikungojea

Mgeni mwema karibu na sita kukongoea mwezi kutu andamia ni mpango wa Wahabu ndiye hukadiria uzaliwe kwa hisabu. Ramadhani imeingia kufunga kwetu wajibu, mgeni mwema karibu na sita kukongoea azetunia tufunge ni taratibu, kabula ya kuingia fajiri hiso raibu bahala penashiria ni hapa kwenye galbu. Mgeni mwema karibu na sitakukongoea. Qurani urani sheria ya nauwote dadamu, yaani huogopi mwezi mtukufu, unakula mchana? Yaani mwezi mtukufu unakula mchana, binti kama wewe, huoni aibu? Tena umevaa na juba kubwa kabisa, na ni mtoto wa imamu, ni mtoto wa imamu wa msikiti wetu lakini leo hii unakula dhalani hii nini? mambo ya aibu, unamwaibisha baba yako. Acha kabisa, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunapaswa tufunge, sio kula mchana. Unamkofuru Mwenyezi Mungu. Kizazi hichi kinakwenda kuangamia. Sasa taenda kuongea na baba yako, taenda kuongea na familia yako huu ni udhalilishaji, unamdhalilisha shehe wetu. Binti mzuri, binti ume umevaa juba vizuri, umependeza, kumbe unakula mchana. Sasa ndio nini? Si bora ujionyeshe hadharani tu kuliko kuonekana unakula mchana, lakini mambo yako hayafai kabisa. Mambo gani hayapotea, unakula hapa. Cheki ujinga kabisa, huu upuuzi kabisa, watu wanakula mchana, si upuuzi kabisa. Inna lilahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullah, astaghfirullah hiki ah! Kizazi watoto wanashindwa kukea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni mwezi ambao tunapaswa tufunge tusile paka mpaka funga imaliziki. Watu wanakula saii, upuuzi kabisa. Ina, ngoja ni mwangalie na baba yake. Sharia <coughs> ya ni sheria ya Mola mei ratibu

kuti nishatendea hamna mwanamke ambayo mpenzi. Shida sio nikuwa na mpenzi, mimi niko tayari kutoa mali. <coughs>

kutoka mwanzo wa nini yani mke wala afanye chochote si ndio yani toka asubuhi kashinda amelala hivi afanyie dua tutaona sawa auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim aa o